Kuanzishwa kwa, kwa kituo hiki katika kampasi ya Mruganzila ni fursa ya kuimarisha huduma kwa wananchi, kukuza ujuzi wa wataalamu wetu na kupunguza utegemezi wa matibabu ya gharama nje ya nchi. Pia kituo hiki kitakuwa kitovu cha utalii wa tiba medical tourism, na hivyo kuingiza fedha za kigeni hapa nchini. Wizara yetu ya elimu, sayansi na teknolojia kwa kupitia MUHAS na kwa kushirikiana na wadau wote itajidhatiti kuhakikisha kuwa mitaala zaidi inaandaliwa kwa ajili ya kuzalisha wataalamu wapya kila mwaka, ushirikiano wa kikanda na kimataifa unaimarishwa katika kufundisha, kufanya utafiti na kutoa huduma, na mazingira ya kujifunzia na kufanya kazi yanaboreshwa ili kuwavutia wataalamu waliopo ndani na nje ya nchi. Hiki ni kituo ambacho kitanufaisha sio tu Tanzania, bali nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hata nchi zilizo nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki zitanufaika pia na kituo hiki cha umahiri pamoja na utoaji wa huduma bora za afya kupitia tafiti, mafunzo na tiba. Kituo hiki kitaongeza idadi ya watalii wanaokuja nchini kwa ajili ya tiba, yani medical tourism. Madhumuni ya vituo hivi ni kupunguza magonjwa na vifo vinavyotokana na magonjwa haya na hivyo kuimarisha afya ya maendeleo ya jamii na kiuchumi katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki ili kutimiza madhumuni ya vituo vilitarajia kufanya ifuatayo. Mgeni rasmi, kwanza ni kutoa mafunzo kama tulivyoelezwa, la pili ni kuboresha huduma, lakini la tatu ni kufanya tafiti. Kwa hiyo mgeni rasmi, hiki kituo chetu tunachokizindua leo kitakuwa na majukumu ya kufundisha, kufanya tafiti pamoja na kutoa huduma. Mgeni rasmi, hii itasaidia kutengeneza ajira ndani ya nchi na kuongeza mabadilishano ya ajira ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki na hatimaye kukuza uchumi wa nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki. Vilevile wagonjwa kutoka ndani na nje ya Afrika Mashariki watatibiwa katika vituo vyetu na hivyo kukuza dhana nzima ya utalii wa tiba, yani medical tourism, ambao Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akilihimiza sana. Ndugu mgeni rasmi, chuo kikuu cha afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili kilipewa fursa ya kuwa mwenyeji wa kituo hiki cha umahiri wa sayansi ya, ya, ya moyo na mishipa ya damu kwa sababu ya malengo ya kuanzishwa hiki yanaendana na vyema na majukumu yetu makuu kama chuo, ambayo ni kufundisha, kufanya tafiti na kutoa huduma bora kwa wananchi. Aidha, sisi kama taasisi iliyo chini ya serikali, kupitia kituo hiki tutaendelea kushirikiana kwa karibu na serikali katika kuhakikisha tunaboresha huduma za afya kupitia tafiti na mafunzo, hususan yale ya kibobezi. Kikubwa sisi tuahidi ushirikiano kuhakikisha kwamba Mradi huu na miradi mingine yote inayotekelezwa inafanikiwa na inaleta tija kwa Watanzania. Tunapongeza uongozi wa chuo kwa usimamizi mzuri wa miradi hiyo na sisi tutaendelea kushirikiana nao kuhakikisha kwamba inakamilika vizuri kwa wakati na kwa gharama ambayo zimepangwa. Tuendelee kuhakikisha kwamba kutumia vyuo vyetu tafiti zetu huduma za afya ziendelee kuwa accessible na affordable kwa Watanzania. Hatuwezi na tusiruhusu huduma za afya zikabaki kuwa ni luxury. Najua kuna changamoto kubwa sana kubalance between service delivery na commercialization of health services, kwamba ili kuweza kujiendesha ni lazima uwe na fedha ya kuendesha miradi kama hii, lakini pia vile vile Watanzania wenye uhitaji kama tulivyoona ni wengi wengi sana.